lakini Salum Mwalimu, eh, Salum Mwalimu kushusha kodi vifaa vya ujenzi. Salum Mwalimu kushusha kodi vifaa vya ujenzi. Samia agusia ardhi, ajira, SGR Arusha. Kinana atoa sababu. Samia agusia ardhi, ajira, SGR Arusha. Kinana atoa sababu. Lakini kero ya mwendokasi, uzembe au hujuma? Hiyo ni kero ya mwendokasi, ni uzembe au ni hujuma lakini serikali yajibu mapigo ripoti ya haki za binadamu serikali yajibu mapigo ripoti ya haki za binadamu hiyo binadam, ni habari inapatikana kwenye gazeti laku la mwananchi kwenye kurasa mwana wa mbele likitukichana. gazeti la mwananchi tuangazie gazeti laku la nipashe mwanga wa jamii linaandika BOT wadau kimataifa wajiongeza CRDB kwa mageuzi mfumo mkuu. BOT wadau kimataifa waipongeza CRDB kwa mageuzi mfumo Mkuu lakini, TRA a ya kuvuka lengo kikusanya trilioni 8.97 miezi mitatu. Na mradi wa mwendokasi mabosi hawadumu, huo ni mradi wa mwendokasi mabosi hawadumu ni baada ya soko moko la juzi, vigogo watenguliwa, mabasi mapya yaanza anza kazi na wateule wapya, waziri mkuu aagiza. Ah, hiyo ni habari ya ukurasa wa pili, lakini Samia ahidi SGR Tanga, Arusha, Musoma eh, Samia Haidi, Sjara, Tanga, eh, Arusha na Musoma. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukicheza na gazeti ya Nipashe tuangazie kwenye gazeti lako la habari leo. Lijeni na habari naosema serikali tumejipanga haki za binadamu, utawala bora. Eh, serikali tumejipanga haki za binadamu na utawala bora. Hiyo ni habari ukurasa wa saba lakini kuna habari inayosema hahukumiwa kifo kwa kumuua house girl. Hahukumiwa kifo kwa kumuua house girl, hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa ishirini kwenye gazeti la kula habari leo. Lakini bado kuna habari kubwa inayosema Samia ataja mikakati ya utalii Arusha. Samia ataja mikakati ya utalii Arusha, mji wa farcon SGR kuongeza fursa ya barabara zote kukamilishwa. Lakini inana amsifu bidii mfuko wa kukopesha wa machinga waja. Kinana msifu um, e, bidii mfuko wa kukopesha wa machinga waja. na serikali yatoa maagizo usafiri wa mwendo kasi e, serikali yatoa maagizo usafiri wa mwendo kasi, huku Dr Mwinyi asifu uwezo wa CCM kuongoza. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. e, huyu ni Dr Mwinyi asifu uwezo wa CCM katika kuongoza. e, ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele na gazeti lako la Zanzibar leo linaanza na habari inayosema serikali yajibu ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu. Serikali yajibu ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu lakini binadam. Dkt. Mwinyi wapuuzeni wanaohamasisha mkalinde kura E, wapuzeni wanaohamasisha mkalinde kura. Asema kura mapema e, piga kura mapema ni takwa la kisheria lakini ziara ei ya kusanya bilioni 274 Julai na Septemba na tutangarisha Arusha. Dr Samia asema. Na wahamiaji 18 wafariki Libya wakielekea Ulaya. Ajira kwa vijana eh. Sema, ajira kwa vijana itakuwa itakuwa kipaumbele chetu. Huyo ni Dr Munyi asema ajira kwa vijana itakuwa ni kipaumbele chetu. Hilo ni gazeti la Zanzibar leo na gazeti la Uhuru linaandika taarifa ya kusanya tilioni 8.97 robo ya kwanza ya mwaka CCM, itaendelea kusisitiza mfuko mfumo stakabadhi ghalani, Stephen Wasira asema. Lakini adc kulipa fidia familia iliyozopoteza ndugu ajalini, na Dr Mwinyi, wapuzeni wanasiasa wanaopotosha. Hiyo ni habari ukurasa wa pili, na habari kubwa ni Dr Samia awapa tabasamu walimu Mtwara kuchele. Nchimbi ahidi mambo makubwa, lakini mabosi wa dati na udati watenguliwa wateuliwa wapya. Hiyo e, ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Ukurasa wa mbele ugazeti gazeti laku la Majira linaanza na habari inasema, Uthman Masudi Oktoba 29 ni kuiondoa CCM Zanzibar. Huyo ni Uthman Masudi asema Oktoba 29 ni kuiondoa CCM Zanzibar, lakini mageuzi ya CRDB yafungua fursa mpya ya ya uchumi. Mageuzi ya CRDB yafungua fursa mpya za uchumi, yoni habari kwenye gazeti la Majira na Kinana, Dr Samia amefanya kazi inayotukuka huyo ni Kinana asema Dkt Samia amefanya kazi inayotukuka. Lakini habari kubwa ni rais Samia awaondoa vigogo dati na udati ateua wapya. Habari kubwa ni rais Samia awaondoa vigogo dati na udati ateu wa wapya. Lakini vijana waipongeza TADB kwa vitendea kazi. Vijana waipongeza TADB kwa vitendea kazi ni habari ya ukurasa wa pili. Na Dkt Nchimbi uh, Samia kuboresha sekta ya uchukuzi kusini na daktari Chibi asema Samia kuboresha sekta ya uchukuzi kusini. Hilo ni gazeti la kula Majira, habari kubwa ni ukurasa wa mbele. Lakini taifa Tanzania uzalendo kwanza lina habari inaanza na habari inasema Arusha kujengwa kituo kikubwa cha mikutano, Arusha kujengwa kituo kikubwa cha mikutano. Lakini watuhumiwa watatu waliopiga mawe magari vituo vya mwendokasi wakamatwa, watuhumiwa watatu waliopiga mawe vituo vya mwendokasi wakamatwa Ilo ya habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele, huku gazeti lako la mwelekeo linatuhabarisha Dr. Samia Arusha itapaa kwa utalii madini huyo eh, Dr. Samia awaidia eh, Arusha itapaa kwa utalii na madini, lakini ya ahidi mageuzi ya kilimo nishati na usafiri, usafiri. Rais aifumua dati na udati ateua uongozi uo mpya eh, na bodi hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo, lakini gazeti lako la wamachinga sauti ya wanyonge lenyewe lina habari kubwa inayosema eh, Kinana Dr. Samia amefanya kazi iliyotukuka. Huyo ni Kinana asema Dr. Samia amefanya kazi iliyotukuka. Lakini ZRA ya kusanya shilingi bilioni 274, Julai na Septemba. Chauma yaja na sera kuwainua kuongeza ajira kwa vijana. Chauma yaja na sera ya kuwainua na kuongeza sera ajira kwa vijana. Lakini wachanganishi wala za uso, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Wamachinga, habari inasema wachanganishi wala za uso, askofu akanusha waraka wa semina e, walei Oktoba 29 ishirini na tisa e, ni kutokea Roman Catholic akanusha askofu waraka huo, lakini wasira wanaopinga e, sitakabadhi galani hawana nia njema na wakulima, wanaopinga hawana hawana nia njema na wakulima. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula wa machinga ukurasa wa mbele, na gazeti la mwanahabari linaandika raia kusanya trilioni 8.97 robo ya kwanza yazidi lengo kwa asilimia 106. Kinana, Dr Samia amefanya kazi iliyotukuka. Lakini Rais Samia atengua na kuteua viongozi wa dati na udati, waziri mkuu akagua miundombinu mabasi mapya mwendo kasi. Lakini Dkt Samia abainisha fursa zijazo Arusha. Kanisa Katoliki halina ugomvi na serikali, huyo ni askofu Ruwa'ichi ayatoa e neno asema kanisa Katoliki halina ugomvi na serikali. Lakini wananchi Bumbwini waridhishwa na kasi ya Dkt Mwinyi Zanzibar. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini gazeti lako la Mtanzania leo lina habari kubwa inayosema mtoto wa Nyerere achafua hali ya hewa. E, mtoto wa Nyerere achafua hali ya hewa, ni kuhusu Chadema kutoshiriki uchaguzi mkuu. Kiongozi wa ukoo chifu Wenzagi ajitokeza kurekebisha kauli yake. Lakini ya rais alivyoipaisha Tanzania kimataifa, vigogo wa mwendo kasi wapigwa chini. Hii e, habari inapatikana kwenye gazeti la Mtanzania leo. Lakini TDB ya wapiga, wapiga tafu wazito flexi Chalinze, lakini Arusha yasimama, mapokezi ya Dr Samia yafunika mikoa yote. Arusha yasimama, mapokezi ya Dr Samia yafunika mikoa yote, hilo ni gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini rejea Mzalendo, gazeti lako linaandika TRA ya kusanya trilioni 8.9 robo ya kwanza, na Airtel yaja kidigitali na vifaa vya intaneti bure Mbeya, lakini Rais Samia afyeka vigogo mwendo kasi, TADB ya leta tabasamu vijana wazito fam flexi hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Dira linaandika TRA yavuka lengo robo ya mwaka wa kwanza. Dkt Samia aisuka upya udati na dati, awaondoa vigogo na kuchagua wapya. Mabasi sitini yaanza kazi, wakazi wa, wa Dar es Salaam washukuru. Lakini msema e, Msama awataka vijana wasifuate mkumbo. Samia asimamisha Arusha. Dkt Nchimbi, sm itaboresha sekta ya uchukuzi kusini. Iyo e, habari inapatikana kwenye gazeti lako la Dira ukurasa ya mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali mbali nchini Tanzania, e, tuangazie kwenye michezo na burudani, e, kwenye magazeti asubuhi ya leo gazeti la Mtanzania linatuandikia habari kubwa inasema nasema e, Yanga Simba kumrudisha Nabi na e, Yahya Zaidi ajifunga miwili Azam. Huyo ni Yahya Zaidi ajifunga miwili Azam. Lakini hii Mwana Habari linaandika Taifa Stars kwa kipiga na Irani nchini Dubai. E, Taifa Stars kwa kipiga na Irani nchini Dubai. Lakini Singida Black Stars yatoa kongole kwa nyota wake e, ni baada ya kuchukua ubingwa e, wa Kagame Cup. Ni Singida Black Stars yatoa kongole kwa nyota wake. Chama arejeshwa Chipolopolo. E, Chama arejeshwa Chipolopolo hilo ni habari kwenye gazeti lako la mwana habari. Lakini ya haya zaidi ni mali ya azam mpaka elfu mbili na ishirini na sita. Lakini wa machinga anaandika alikamwe kocha fold haendi kokote. Huyo ni alikamwe anaendelea kusisitiza kocha fold haendi kokote. Lakini mabeki simba watamba kufunga sana. E, mabeki simba watamba kufunga sana. Stars, Iran, kuchuana Dubai Oktoba 14 na kwenye burudani Harmonize au e, akivutio kampeni za Dr. Samia na katika gazeti la Uelekeo linaandika Nabi sijaja Yanga wala Simba. Huyo ni Nabi avunja ukimya. Lakini Simba wanataka mataji tu e, huyo ni Matola asema Simba wanataka mataji tu, huku Azam yalalamikia maamuzi ya ligi kuu. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo, huku Taifa Tanzania kwenye michezo linaandika e, Dr. Samia ahidi kujenga e, Afcon city mkoani Arusha. Lakini Mangungu, e, tutakapokuwa tayari, e, kutatoa taarifa kuhusu kocha huyo ni Mangungo asema tutapokuwa tayari tutatoa taarifa kuhusu eh, kocha. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Taifa Tanzania huko rasa mbele. Lakini gazeti la kula Majira linaandika Taifa Stars kuingia kampeni kesho, Dar es Salaam kuwinda Zambia, Irani, eh, Morocco afunguka kuwaacha mastaa, lakini mchezaji Simba wafurahisha Matola, e, wachezaji wa Simba wafurahisha Matola. Na gazeti la kula Uhuru linaandika mjo Falcom wa Afkoni mbioni, mji wa Afkoni mbioni huko Arusha. Lakini Matola awafungia kazi washambuliaji Simba, Matola awafungia kazi washambuliaji Simba. Lakini kimataifa, Lewandowski anukia Milan, Lewandowski anukia Milan. Hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa michezo. Huku Zanzibar leo inaandika Dr. Samia atoa neno la faraja ya uwanja wa Afkoni Arusha. Eh, Dkt. Samia atoa neno la faraja uwanja wa Afkoni eh, eh, mchezaji bora, uh, bora wa mwaka England. Hilo ni gazeti lako la habari leo linaandika ushindi Simba wa mkosha Matola, sababu nyota stars kutemwa zatajwa. Hilo ni gazeti lako la habari leo ukurasa wa michezo ligi ligizi lako eh, la Nipashe mwanga wa jamii lenyewe kwa michezo linaandika Matola asifia soka safi la Simba, mabeki Simba ni hatari kuwapachika mabao ligi kuu ya lakini, rekodi Sokoine ni mwiba Yanga. Rekodi ya Sokoine ni mwiba Yanga. Ligi ligizi lako la mwanaspoti linaanza na habari inayosema Folzi aigawa Yanga, mwenyewe azungumzia mzizi aleta pressure, lakini Gomez ataka mdoo msimbazi